Endelea kuiombea nchi yetu ya Tanzania na Afrika yote kwa ujumla. E, Biblia inasema ishara ya kuja kwa mwana wa Adamu ni pamoja na vita mahali mahali. Sasa kama vita itakuwa inapiganwa mahali mahali basi Tanzania isiwe sehemu ya vita. Kama kuna mahali panapaswa kuwa salama, Tanzania iwe salama. Kama kuna mahali panapaswa watu kukimbilia kujificha, wakati sehemu zingine vita ni kali, damu zinamwagika, basi Tanzania pawe ni mahali pa kujificha, pakawa salama kwa ajili ya wanadamu. Nikupeleke kwenye andiko la Biblia ili upate pa kusimamia. Nisikilize vizuri uwe na andiko la kusimamia maombi yako, na maombi haya tutayasimamia kita kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 16 kuanzia mstari wa 18 mpaka wa ishirini. Ayubu anasema hivi, anasema e nchi hey, e nchi nchi, hey, nchi, nchi, usiifunike damu yangu ili kuninyamazisha, damu yangu isiongee damu yangu isipige kelele, damu yangu isilalamike. Nchi, ewe nchi, usiifunike damu yangu isinene. Anasema tena, usiifunike kilio changu ili kisipate mahali pa kupumzikia. Usiifunike damu yangu isiongee tena usifunike kilio changu, kisisikike, kisipate mahali pa kupumzikia. Kwa maana hata sasa, tazama, shaini wangu yuko mbinguni. Kama duniani hakuna aliyo upande wangu, kama duniani hakuna nayeweza kusimama na mimi, kama duniani naonekana mimi sifai, ni mkoseti mimi na vuruga mimi naharibu. Kama duniani wote wanaona ni sahihi haya yanayotendeka, Ayubu anasema basi, shahidi wangu wa kuthibitisha kwamba haya hayafai yuko mbinguni, yuko mbinguni, yuko mbinguni. Watu wanatetea masilahi zao hata siku za kilio cha Eliya anapolia na kusema Manabii wote wameuawa, nimebakia peke yangu. Sio kwamba wote waliuawa, walikwepo wengine, walikuwa wanaogopa kuuawa na kuchinjwa, kwa huduma za kiroho ziliendelea. Eliya likaanza kukimbia peke yake, sio wote walikimbia, wengine walijificha. Mungu anamwambia Eliya, nimejisazia manabii wengine elfu saba ambao hawako tayari kumwabudu shetani hawako tayari kwenda pamoja na Ahabu. Sikia vizuri, anasema hivi, na huyo atakaye nidhamini yuko juu, atakaye nidhamini mimi, ili kusimama na mimi kushinda kila aina ya vita, vita ya maneno, vita ya kisiasa, vita ya kumwaga damu, vita ya kisheria. Ah, yuko mbinguni. Kama wewe hautosimama na maombi na waombaji na wanaolia, basi yuko shaini mbinguni, yuko naye dhamini waombaji, yuko mbinguni. Anamalizia kwa kusema mstari wa ishirini, rafiki zangu wananidharau, rafiki zangu kabisa wananidharau, lakini jicho langu litaendelea kumwagia Mungu machozi. Jicho langu litaendelea kumwagia Mungu machozi macho. Ili ujifunze, kwa nini Ayubu alianza kuyaongea haya, anzia mstari wa kwanza katika hii sura ya kumi na sita kitabu cha Ayubu, enda mpaka ufike sura ya ishirini mpaka mstari wa ishirini utajua kwa nini alikuwa nalalamika. Nataka nikuambia, tuingie kwenye maombi. Baba ikumbuke Tanzania, Jehova idhamini Tanzania, Jehova irehemu Tanzania nchi Bwana, Mungu wa Ishaka, ambayo kabisa siyo ile iliyoanza na wazee wetu. Mungu wa Ishaka, sio ile ambayo watu walipigana wakamwaga damu, walipigana. Mungu wa Ishaka, waliunganika wakawa umoja wakawa na upendo wakasaidiana wakatiana moyo wakashauriana. Baba, Mungu wa Ishaka, haitakuwa ya kwanza hii nchi, hawatakuwa wa kwanza, watumishi wako kupambana. Hawatakuwa wa kwanza, watakatifu wako kuyaona haya yanaonekana. Alianza Elia wakati wa Ahabu alianza, alikuja tena Mfalme Ezekia Hezekia, akipambana kuondoa udhalimu ambao baba zake waliweka, chini ya Nabii Isaya.